Kama wewe ni mmoja wa watu ambao wako kwenye kikundi fulani au unamiliki kikundi kikoba, kikundi chochote cha kijamii, hii video ni kwa ajili yako. Nimekuandalia shiti ambayo mnaweza kutunza taarifa zenu zote za kifedha kwenye kikundi chochote kile, kuanzia hisa mnazoweka, michango ya jamii, mikopo mnayokopeshana, na kila kitu kinachofanyika katika namna nzuri kwa kutumia shiti ya Excel. Tazama hii video mpaka mwisho ili uweze kuona namna gani ambavyo unaweza ukanufaika na matumizi haya ya sheet na kuhakikisha kwamba taarifa zenu zote ziko salama na hazipotei na kila mtu yuko updated kulingana na kinachoendelea kwenye kikundi chenu. Na ikiwa utapenda kuipata hii sheet, usijali, kwenye maelezo ya hii video hapo chini nimekuwekea link ambayo unaweza ukabonyeza ukaenda kuidownload hii sheet, lakini kuna namba za simu pia kama utahitaji usaidizi na una swali lolote kuhusiana na hizi sheet unawezakuwasiliana nasi na sisi tuweze kukusaidia. Jina langu ni Joel Kadaga kutoka Joel Media, mimi ni content creator. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea chaneli hii hapa, tuna upload video zote zinazohusiana na masuala ya graphic design, video content creation, digital marketing, pamoja na mambo yanayohusiana na worksheet kama hizi ambazo zinaweza zikakurahisishia kwa kiasi kikubwa sana kufanya kazi zako kwa haraka zaidi. Hakikisha una subscribe katika chaneli hii ili uweze kuendelea kupata video nyingi zitakazokuwa zinakuwa uploaded kwenye hii channel kila siku na kila wiki. Bila kupoteza muda, twende moja kwa moja tukaangalie sheet yetu ya kikundi. So hii ni Excel sheet ambayo unaiona hapa uh, ni kwa ajili ya kutunza taarifa za kikundi. Kwa unaweza ukaona column ya kwanza kabisa, actually ni namba ya mwanachama au namba ya mtu ambaye anahusika kwenye hicho kikundi. Kwa namba moja, mbili. Actually, hapa nimetumia dummy data, nimeweka zote jina langu, then unaweza ukaona namba moja. Sasa hapa kuna mpangilio ambao unaweza ukautumia. Kwa mfano, inategemea ni lini umeiona hii video. Hii video nimeirekodi March elfu mbili na ishirini na tano. Sasa unaweza ukaiona baada ya hapo au ukaiona within huu mwaka 2025. Sasa huenda kikundi chetu kipo tangu miaka kadhaa nyuma. Sasa hapa nimekuwekea kwanza, unaweza kuweka kwamba mwanachama yote anavyoingia kwenye kikundi, maybe kuna kiingilio. Kwa mfano hapa unaweza kuona labda mlilipa elfu hamsini hamsini. Kwa hiyo zote tutazijaza hapa. Na mwisho wa siku chini takupa jumla kuu ya kiingilio za, ya, ya kila mwanachama ambaye alitoa. Baada ya hapo kuna hisa za mwaka mwaka husika. Kwa kwa mfano kama mwanajamii au mwanakikundi alichangia laki mbili na themanini kwa mwezi fulani au kwa mwaka mzima basi itaonyesha hapa yeye alichangia kiasi fulani, na jumla mtajua kwamba kwa mwaka mzima mlitengeneza bei gani kutokana na hisa. Vile vile mwaka unaofuata unaofuata, na mwaka mwingine 2023 24. Sasa kwa mwaka 2024, 25 hii ndio shiti ambayo mnaweza mkatumia. Kwa hiyo kinachofanyika ni kwamba kwa mfano namba moja hapo ni Joel, unakuja hapo nasema Julai 2024. Joel ameweka kiasi gani? Ukiandika labda ameweka laki moja au laki mbili ukibonyeza enter moja kwa moja itajumlisha kwenda chini kwa kama kuna mwingine pia ameweka laki mbili, utaona hapa inaongezeka. Mwingine ameweka elfu hamsini utaona hapa jumla inakuwa laki nne na nusu, lakini haishii hapo tu, itaenda kujumlisha mpaka huku mwisho, na huku unaweza kuona kwa kwa kila mwanachama na kila mwezi itakuwa inaonyesha Agasti alichangia shilingi ngapi, Septemba, Oktoba, Novemba na, na kama akuchangia kunakuwa na blank kwao na formula zinakuwa na zinasoma vizuri, kunakuwa hakuna shida yoyote kwao. Unaweza kaona namna gani ambavyo hii sheet inavyoweza kurahisishia na, kura. Na ukija huku mwisho kabisa, kama unavyoona, itakuwekea toto ya kiwango ambacho wewe kama mwanakikundi umechangia na wote mmechangia jumla kiasi gani, lakini sheet hii haishii tu kukupa overview ya kiwango gani unachangia ina upande wa pili tena ambao ni upande wa mikopo, ambao ukiklik hapa mikopo hapa sasa itakuonyesha kwamba je, mikopo mliokopeshana kwenye mwaka husika ilikuwa ni kiasi gani, na nana alichukua kiasi gani na alitakiwa arejeshe kwa muda gani. Kwa mfano Joel anaweza kuwa nisema tarehe ya mkopo, mkopo lathini, labda alichukua mkopo tarehe 30 labda Julai 2025, kwa wapi itaonyesha tarehe 30 ndio alichukua mkopo, utaandika hapa alichukua kiasi gani labda alichukua mkopo wa shilingi milioni moja. Haya, mmekubaliana riba ni kiasi gani kwenye kikundi chenu? Labda ni asilimia kumi, kwa hiyo ni laki moja. Kwa hiyo inatakiwa rejeshe laki moja, milioni moja na laki moja. Haya, then mmewekeana miezi mingapi ya kulipa hicho kiwango? Kwa mfano mkasema ni miezi sita, ukiweka hapa sita, ukakliki sehemu yoyote, itakuambia kwamba kila mwezi natakuwa rejeshe laki moja na themanini na tatu na mia tatu thelathini na tatu. Kwa hiyo inakuwa very simple. Kwa hiyo itakapofika mwezi huku mwisho kwanza, itakuonyesha kwamba inatakiwa rejeshe shingapi. Naona hapa formula imeharibika, anyway, nitairekebisha, lakini hapa inatakiwa iweze kuonyesha mkopo salia. Marejesho ya mkopo inatakiwa iwe jumla ya pesa yote ambayo mwanachama amefanyaje, amerejesha. Kwa kwa, kwa mfano hapa tunaweza tukaweka formula kwamba kuanzia hapa mpaka hapa kubonyeza enter. No, tena ngoja tuweke is equal to sum, so tarudi huku tuweka hapa pamoja na hapa kwa hiyo tukiweka hivi timisi hapa, nitakuwa tupate total ya kiwango chote cha nini cha mkopo. Kwa hiyo hapa nitakuwa tujue kwamba natakuwa rejeshe kiasi gani. Anyway, ni formula, nitairekebisha hapa itaweza kukaa sawa, lakini kiufupi ni kwamba kinachotokea ni kwamba utakuwa unajua kwamba kila mwezi anatakiwa rejeshe kiasi gani, kwa atakapokuja kuweka labda laki moja na themanini labda akiamua kuweka na the huko chini inajumlisha amerejesha shilingi ngapi. So hata ukija huku kulia utaona kwamba inatakiwa arejeshe kiasi gani, na hapa inatakiwa uweke kile kiwango chote ambacho anadaiwa. Kwa hiyo hii inatakiwa iwe sawasawa na kiwango chote cha nini cha mkopo ambacho anadaiwa. Kwa kiweka hivi, ukija huku utagundua inatakiwa arudishe milioni moja na laki moja, na hapo kupata hii salia, kwa maana utakuwa unajua ni kiasi gani sasa anadaiwa. So hiyo ni picha tu ambayo inaweza ikakuonyesha kwamba kumbe hata mkopo mnaweza mkatrack vizuri na kujua kila mwezi mtu amerejesha kiasi gani na anadaiwa kiasi gani, very simple. Kwa hiyo kila mwezi mnakuwa mnajaza. Uzuri zaidi ni kwamba kwa sababu hiki ni kikundi na transparent ni kitu ambacho kinatakiwa kwenye kikundi chochote, mna uwezo wa kushare kwenye email ya kila mtu hii sheeti, Google sheet then, kila update zinavyokuwa zinafanyika na mtu anayehusika na kufanya update, kila mtu anapata Information, immediate na information zake zinakuwa updated. Kwa hata mkikutana kwenye kikao au hata kama mtu akiona mbona data zangu haziko sawa, anaweza ku raise kwele kwa sababu taarifa zote za kifedha yeye mwenyewe ana access. Isipokuwa isipokuwa tu hawezi ku edit, lakini anaweza kaona kiwango gani cha pesa kilichopo kwenye account na nini ambacho kinaendelea kwenye kikundi chenu. So, hii ni shiti muhimu sana kwa wale ambao wanaendesha vikundi na najua shiti kama hizi zinaweza zikawa za ma mifumo au matumizi tofauti tofauti. So ikiwa umeipenda na utataka kuipata hii sheet, kwenye description hapo kuna link ambayo unaweza kubonyeza ili uweze kujipatia sheet hii. Na kama utakuwa una swali au kuna sheet yoyote unatamani tutengeneze kwa ajili yako, kwenye description hapo nitapenda nione komenti yako, lakini pia kuna namba zetu za simu, ukiwa utahitaji msaada wowote, unaweza kutuambia tuweze kukusaidia. Jina langu ni Joel Kadaga kutoka Joel Media, Hakikisha una subscribe channel hii kwa sababu kuna video nyingi zinakuja, lakini share na mtu mwingine yoyote ambao unaamini video hii inaweza kuwa msaada kwake na nahitaji ili naye aweze kujifunza na kuweza kunufaika na worksheet hizi. Karibu sana, tukutane tena katika video nyingine.